Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu wa Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tukiwa tunaendelea na kipindi chetu kinachofungamana na Al-Qur'anul Karim, tukiwa tunajaribu kueleza suwar ambazo kwamba ziko katika Al-Qur'anul Karim na maana ambazo kwamba ziko ndani ya hizi sura kwa ujuu, sio bidiqatin shadida, si kwa kuingia dip sana. Kwani tukiingia dip sana tutahitaji masaa na masaa na masaa, lakini tutaeleza kwa juu juu, ili ujue pindi unapoingia katika sala ama pindi unapoisoma Alquranu Alkarim, al imamu anasoma nini, ama ile sura anayoisoma imamu, ina maana gani ama ina mafunzo gani? at least na wewe pindi unaposwali pindi pindi unaposoma alquranul karim uwe na idea, kuna kunasomwa nini leo. Insha allahu taala tutaizungumzia suratul Balad. Suratul Balad ni suratun makkiyatun, ni sura ambayo kwamba imeshuka katika mji wa Makkah na sura nyingi ambazo kwamba zinashuka katika mji wa Makka sana sana zinajaribu kuwakhutubu kufaru Quraish, wale makafiri wa Maquraish wale masanadida Quraish, kuhusu umuhimu wa imani juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kuhusu umuhimu wa kuamini uwezo wa Allah subhanahu wa taala, kuhusu umuhimu wa kumuunga bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusu umuhimu wa kuacha yale makosa ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya wakati wasallam wa jahiliya. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam aliteremshiwa sura kama hii ni Suratul Balad katika mji wa Makka, na ni sura ambazo kwamba zinawabainishia watu baina ya wema ni kina nani na waovu ni kina nani.

anta sakinun ya rasulallahi salallahu alaihi wasalama, katika mji hunu mtakatifu. taadhiman lishanih wa takriman limaqamihi rafii inda rabbihi, ni kumtukuza Bwana Mtume Muhammad salallahu alaihi wasalam, ya kwamba daraja yake iko juu, maqami yake mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala iko juu. Vilevile kuonyesha utukufu wa almasjidu lharam na utukufu wa albaladu lharam ya kwamba zile ni sehemu takatifu, zile ni sehemu tukufu, zile ni sehemu ambazo kwamba hazitakikaniwi kuingia watu wa ovyo ovyo, kuingia watu wasiokuwa wa kawaida, la, ni sehemu ambazo kwamba zinaingia watu wenye amani, watu wenye imani juu ya Allah subhanahu wataala.

kwani kumuudhi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min akbari lkabairi inda llahi taala, ni katika madhambi yaliyokuwa ni makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa taala. Na ukiangalia katika tarikh, angalia namna kufaru Quraish walivyokuwa wakimuudhi bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna walivyokuwa wakiwanyanyasa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, namna walivyokuwa wakitaka kumuua bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akienda kusali, wakati anaposujudu, wakimwekea utumbo wa mnyama katika shingo yake sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wengine walikuwa wanamfunga vitu katika shingo yake wakitaka kumnyonga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wengine wakapanga wakataka kumuua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soma katika kisa cha Hijra ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walipanga: wengine wamuue, wengine wamshike, wengine wamfukuze, kila aina ya mambo walikuwa wako tayari kumfanyia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wake wakaekwa katika concentration camps, ikawa hakuna mahala pa kula, hakuna mahala pa kuishi. Walioko Makka wakakatazwa kufanya biashara na masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Hakika tumewaumba wanadamu fi mashaka, katika mashaka, katika dhiki, katika tabu. Kuanzia kuzaliwa kwake mwanadamu mpaka kufa kwake mwanadamu huwa fi kabad, yuko katika dhiki, yuko katika mashaka, yuko katika tabu. Leo uko na dhiki hini, kesho uko na dhiki hile kesho kutwa huko na tabu ile. fi kulli yaumin, iko mashaka yatakayokutokea, yako matatizo yatakayokutokea, ziko shida zitakazokupata, ima ni ugonjwa, ima ni kuharibikiwa na mambo, ima ni kupoteza mali, ima ni kuharibikiwa na biashara. Kwa hivyo ni lazima mwanadamu ajue ya kwamba kuanzia kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake Lakad khalaqna linsana fi kabad, hakika ameumbwa mwanadamu yuko katika kabad, yuko katika matatizo, yuko katika mashaka. Juu yake mwanadamu asubiri, juu yake mwanadamu atambue ya kwamba zote hizi ni ibtilaat kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hofu aliyokuwa nayo, ajue ya kwamba ni ibtilaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala.

kwa yale madhambi wanayoyafanya kwa ule ukiukaji uki wa sheria za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wanafanya je? Wanadhani ya kwamba hakuna mtu atakuja awapatilize? Je, wanadhani ya kwamba hakuna mtu atakuja awaadhibu juu ya madhambi ambayo kwamba waliokuwa yafanya? Je, wanadhani ya kwamba mambo anayoyafanya yatapita tu bila adhabu bila hisab bila iqab, wanaona yatapita tu. Dhulma wanayoifanya juu ya watu, unyanyasaji wanaofanya juu ya watu, wanadhani itapita tu, wanaona mambo ni kawaida. Yaqulu ahlaktu malan lubada, imetoa mali mingi bwana, nimesaidia hivi, nimefanya hivi, nimefanya lile, akidhani ya kwamba kwa sababu anatoa mali yale ya madhambi aliyokuwa akiyafanya yataachiliwa, yale ya makosa aliyokuwa akiyafanya yatasamehewa. Kwa hivyo anatoa mali ili kuendelea kufanya maasi, kama baadhi ya dini wanakuambia kuna mtu amekufa kwa madhambi yao, kwa hivyo wao ruhusa, wafanye madhambi. Ama mtu anafanya madhambi talalusbu wiki nzima kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, mtu anafanya madhambi. Ikifika Jumapili akienda kutoa sadaka, anaambiwa anta, kuanzia leo yale uliyoyafanya wiki nzima yote yamefutwa, kwa sababu ya hii ni sadaka uliyotoa. <laughs> mambo hayaendi namna hiyo, huko ni kumchezea shere Allah, subhanahu wa ta'ala. Huko ni kumfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama mtoto mdogo wa mchezea shere, ati wewe tiwala umrika tasi llaha una maasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maisha yako yote, kila siku wa maasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alafu ati kwa sababu ya sadaka yako ya kila wiki, ya kila mwezi, ya kila mwaka, ati ndo madhambi yako yamefutwa, Makosa yako yamefutwa kila lako ovu limeondolewa. La, mambo hayaendi namna hiyo. Ni lazima uwe na imani kamili juu ya Allah subhanahu wataala. Ni lazima uwe na imani juu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ujibidiishe usifanye madhambi, ujibidiishe uwe mbali na madhambi kama alivyoamrisha Allah subhanahu wataala.

atuonesha na atufundisha ya kwamba kuna neema amekupa, na kuna ikhtiyari amekupa. Kuna neema amekupa, alam najal lahu ainain wa lisanan wa shafatain hakupewa macho mawili, akaona lipi ni la sawa, lipi ni la makosa walisanan wa shafatain, akapewa na ulimi na mdomo, akawa awe mwenye kutambua lipi la kuzungumza, lipi asilizungumze, ya urongo akaenao mbali ya ukweli awe ni mwenye kuyatamka. alam najal lahu ainain walisanan wa shafatain wahadainahu najdain, na tukamwongozea yeye njia mbili, njia ya kheri ni hini njia ya shari ni hini. Uovu uko huku, wema uko huku, ukweli uko huku, urongo uko huku. Sasa ni juu yako wewe mwanadamu, kwa zile necma ambazo kwamba umepewa na Allah subhanahu wa taala, uwe ni mwenye kubainisha ukweli uko wapi, urongo uko wapi, haqi iko wapi, batil iko wapi, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupatia vifaa ya kubainisha

na wao wana masikio lakini hawatumii masikio yao yawapelekee kuwa karibu na Allah, yawasikilizishe maneno ambayo kwamba yatawapeleka karibu na dini yao. ulaika kalanami bal hum adal hawa, ni kana kwamba ni wanyama, bali wao wamepotea zaidi. ulaika humul ghafilun. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuonyesha neema zake

illa bilimani walamali lsalih, vile vilevile sura mbele inaendelea kueleza shida za siku ya kiama, uzito wa siku ya kiama, na kwamba haya masiku ya kiama hatuwezi kuyaepuka ama hatuwezi kuepuka adhabu ya yauma alqiama, illa bilamali lsalihi walimani lkamil, isipokuwa kwa amali njema

Semeni la ilaha illa Allah mutafaulu. Wenye kumfanyia istihzai wakamfanyia, wenye kumfanyia kejeli wakamfanyia, wenye kumuudhi wakamuudhi, wenye kumuulia watu wake wakaua, wenye kutaka kumuua yeye wakajaribu. Wakajaribu kila aina ya makosa baada ya kujua ukweli kutoka kwa Allah na ukweli kutoka kwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam